Khairiyya Online TV, kisima cha maarifa na burudani. Hali gani, mtazamaji wa Khairiyya Online Television, popote ulipo, unafuatilia matangazo ya moja kwa moja. Kama ndio kwanza unafungua channel yako, tunakuomba uguse alama ya neno subscribe ili endelee kuwa pamoja nasi. Habari zilizotufikia hivi punde ni kuhusiana E, na ile hali ambayo ni yasitofahamu ya ambayo imeleta taharuki kwa baadhi ya wananchi wa kijiji cha Kiruku e, jijini Tanga, ambapo mpaka inafika majira ya saa moja kuzama kwa jua, basi e, wananchi wa Kiruku e, na vijiji ambavyo viko jirani e, vinashuhudia mwanga mkali kabisa wa jua ukiwa unapiga pembezoni ama katika e, uwingu ule wa magharibi, ambapo jua huwa ndipo linazama. E, na kila mmoja ameweza kutathmini hali hiyo kwa namna yake, hali ambayo imeleta sintofahamu na taharuki kubwa kwa wakazi wa Kiruku lakini na vijiji jirani na hapo. Lakini Khairiyya Online Television wamefanya mazungumzo ya moja kwa moja na moja katika watu ambao wapo eneo la tukio, na ameweza kutuelezea haya ambayo kwamba yeye ameyaona kutokana na hali jinsi ilivyo muda huu. Tuambatane kumsikiliza, lakini baada ya hapo e, tuweze kuendelea kutafuta ni nini chanzo, lakini pia e, wanawazuoni mbalimbali ambao e, wamezama katika fani za kielimu wanaweza kutusimulia kwamba haya matukio huwa yanasababishwa na nini katika imani katika dini, lakini vilevile wataalamu wa kisayansi waweze pia kutuchambulia. Kwa hiyo kama ndio kwanza unaingia Khairiyya TV, basi usahau kusubscribe, kulike na kushare. Endelea kubaki nasi kwa habari na matukio mbalimbali ambayo kwamba yanatokea katika jiji la Tanga na nje kwa ujumla. Tuambatane kumsikiliza eh, huyu kwa yale ambayo kwamba hali ilivyo ni kule Kiruku, mchango mwekundu, ambapo hiyo hali inaonekana kama jua ambalo linazama sasa hivi Mm na hiyo hali kwa kupeleleza, si hapa tu kuna. mm. wenzetu wa Monga huko wanasema wanaiona. mm. wenzetu wa Mleni huko wanasema wanaiona. mm. na mwanzo usikuamini pia kusikia hivyo. mm. itabidi ni pande usafiri endshuhudiea. bahati nzuri mmefika kule, iko upande wa magharibi, hivyo hivyo kama linapozama kwa upande wa kushoto lafza, lakini watu hawaoni jua, wanaona tu ile athari ya mwanga wa jua e, wanaona ile athari yaani kama yaani ambalo limeingizwa kwenye vijiwingu wingu fulani hivi mm. sasa e, ukisema moto kwa mbali huoni mm. ishara ya moto kwamba wamalizika ama wazidi. mm. Ndio, hivyo jua nalo jua lina dakika zake za kuzama mm. eh. na... hali iko hivyo hivyo, lakini wanasema kwamba imepungua magharibi hivyo kuwa so kama sasa, na inaonekana kwenye vijiji vingi tofauti na hapo Kiruku pia eh. na kwa sasa hivi ambao ni saa tano hii kuelekea saa sita vipi? Bado hali iko hivyo hivyo au inaelekea kupungua, bado hali iko hivyo hivyo Mm, lakini mm, si, sio ukasema kwamba ni jua la jioni labda. Mwezi hauwaki mm, mwezi unawaka kama kawaida, lakini ule mwanga mkali wa mwekundu wa jua bado upo eh, mwanga mwanga upo. Na watu wamefuturu muda gani, yani magharibi la ile, walichelewa kutokana na kuhofia ile hali kwamba jua bado halijazama. Hii hali haikuonekana mapema muda huo wa kufuturu, mm, jua la kawaida lilipozama watu basi mm lakini baadaye kwa wale ambao wanakaa mara kule kirukurucha mwekundu kidogo kuko juu mm. Kwa hiyo wale watu wanaokaa maeneo ya kule wakasema, mbona kama kuna hali ya ua fulani kule alijazama na wakati ni saa mm. moja na nusu hii na saa moja na nusu kwa kawaida watu tayari wa washamaliza kufuturu mm -hmm. yeah. labda wazee wazee wa mji ama, ama watu wote watu, wa wanalizungumzaje wa tukio hilo kwamba labda liliwahi kutokea kabla ya leo, ama ndio jambo ambalo mara ya kwanza watu wanalishuhudia? Ile jambo leo mara ya kwanza watu wanashuhudia, sijui huko nyuma kwa vile hmm. na mimi nami nimeingia na kama mwezi tu. Sawa, una picha zozote ambazo labda umezipata kwenye tukio hilo? na picha moja tu lakini pia haikuonyesha vizuri, maana ya hali iko kwa mbali kidogo. basi haya. Utaelewa. Eh. Yeah. Sijui. <laughs> Kama hiyo hali utaelewa, maana ni ishara tu, kama kama unaona mwanga fulani hivi. Basi inshallah sisi tutatafuta wanawachuoni wakubwa waweze kutuelezea hilo tukio linahusiana na nini, kwa sababu nafikiri kwa, kwa, kwa mimi si jambo la kwanza kutokea, na lina dalili zake na lina sababu zake. Kwa hiyo tutafuta, then tutajua tunafanyaje. Lakini utaendelea kutujuza inavyokuwa, baadaye kitokea labda, hali imekuwa tofauti zaidi ya hivyo. Eh, labda alfajiri mkakuta tena jua likagoma kuchomoza, basi tutapeana taarifa, ili tuweze, ili tuweze tuendelee kuwapa wanaotufuatilia, waendelee kutambua haya, kama ambavyo tumeweza kuelezewa habari. Ndiyo hivyo ilivyo, lakini tunaendelea Khairiyya media kufuatilia tukio hili kwa ukaribu zaidi, na tukuletee karibu yako. Tunakuomba usikae mbali nasi kwa kugusa alama ya neno subscribe. Khairiyya online TV, kisima cha maarifa na burudani. Khairiyya online TV, kisima cha maarifa na burudani.